Tumekaa pale ndani ya lisali moja, yule bwana hajatokea, yule mganga mkuu amefikwa kwa muda huo akiwa amelewa. Tuhuma za daktari huyo Ignas Magomba kusababisha kifo cha mwanamke huyo kutokana na sababu za ulevi, zilianza kutolewa na baba mkwe wa marehemu bwana Mdala Manjoro kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Ruvuma bwana Oddo Mwisho aliyetembelea kijiji hicho. Tumekaa pale ndani ya lisali moja yule bwana hajatokea, yule mganga mkuu amefika kwa muda huo akiwa amelewa. Sasa baada ma, ya kufika pale, akaenda huku sijuu wapi, akachukua hivyo viduani maji, akaweka pale si akamtia maji, akaondoka bila taarifa yoyote ya, ya kutuelekeza pale. Mnamo saa nne na nusu yule yale maji aliyotundika yakasimama, nikamtuma watoto wangu waende wakamchukua alikolala akaja saa kumi na moja ya asubuhi. Alipofika saa kumi na moja ya asubuhi, yule tayari, yule binti yule mke wangu tayari, povu linamtoka tayari kwa kufa, na kweli alikufa. Tuhuma hizo pia zikathibitishwa na diwani wa kata Marumba, bwana Swedi Makunganya. Tukamwita yule mganga, tukamuoji, kwa nini umefanya hivi? Yeye yeah, alisema. Yeah, alisema kwa kweli nilikuwa nimegazivika mambo fulani Nikamuuliza, ulikuwa na tatizo gani? Akasema nilikuwa nimezidiwa, lakini baadaye nikawa nimefika nyumbani kazidiwa nika nikapitiwa na, na usingizi ndio nimefika saa kumi na moja. Hili nimelichukua kwa uzito wa pekee sana, nitalifikisha kwenye mamlaka zinazohusika ili walichofanyia uchunguzi wa haraka sana. Kufuatia tuhuma hizo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Tunduru bwana Chiza Marando akizungumza kwa njia ya simu, pamoja na kuthibitisha kumsimamisha kazi daktari huyo, lakini pia anasema, yeah. hizi tuhuma sisi tumezipokea, na tulichoamua kufanya, nimeamua kumsimamisha kazi ili kupisha uchunguzi, na nashukuru timu ya wilaya ya hospitali ya wilaya wameshaenda kule, wanaendelea na uchunguzi, lakini pia na timu kutoka hospitali ya mkoa yeah. wako wanaendelea na uchunguzi. Pindi uchunguzi utakapokamilika, basi hatua za kinidhamu zitachukuliwa kama itathibitisha kwamba marehemu alifariki kutokana na uzembe wa huyu daktari. Lakini pia nitoe wito kwa wananchi wetu kutoa taarifa mapema, ili tukio wanasema lilitokea tarehe nane mwezi wa kwanza, lakini kwa bahati mbaya sana hatujawahi pata taarifa ya tukio hili katika ofisi yangu na hata ofisi ya DMO. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa ITV.